Nahitaji nilale na wewe siku moja, yani unipatie utamu. Hapana, haliwezekani hiyo. Unafikiri lako inawezekana? kama uwezekani hilo basi naweza kaenda. Amna, mbona ni simple tu, yani wewe uniambie tu ni, ni kiasi fulani unaweza ukanipatia, naweza nikakwachia hicho chumba, lakini ama mambo mengine sidhani kama na ulazima. Toa. <laughs> Afu, nimekwambiaje sihitaji pesa. Una pesa kunipa mimi? Ukinipatia utamu wa siku moja, basi nakuachia chumba, haina shida. Sihitaji pesa mimi, na hela kakaangu. Labda hujanielewa vizuri. Uniambie tu ni kiasi gani unahitaji, mimi niko tayari kukupa pat milioni moja. E, ni hilo tu, milioni moja ya? Yeah, milioni moja Mbona kubwa hivyo? Basi nipatia utamu, nipatia utamu basi, mwingine anaisha. Amna kitachoendelea, ni simple tu, umeshinda milioni moja, patia utamu. Mtoto mzuri na mafuta mafuta, afu na linga nini wewe? Kuna mtu atajua? siku moja tu Mapenzi ni maua yenye harufu tamu. Maskini pando na yapitia pole na, na umepambana, ume ume umepitia kwa sababu ya yule kijana, umeteseka. Pole mama. Asante, nabidi tu nikusaidie kweli kama e, rafiki yako, itabidi tu nikusaidie kwa sasa. Hivi umeamua kunisaidia hiyo pesa yani, hapo hapo ndio kipengele sasa. Maana mpaka sasa hivi sijajua napataje hiyo pesa, kwa sababu nijaribu kuongea na baba, nikamwambia baba nataka nifanye biashara, nikijua atanipa hela, lakini hmm, kwa jinsi ninavyoona sidhani kama yule mzee atakuja kutoa pesa zake. Amna, yani hapo nategemea we ambao anataka hela ya nini? We umempa wazo baya la biashara, lakini ungempa wazo zile la biashara, mi naamini asingekata. Sasa hapa tukae chini, tufikirie tunafanya biashara gani tu, tunadanganyaje ili tupate hiyo pesa, tamwambia so, baba hawezi kukatana, atakupa tu hela nyingi, utaenda kupanga. Naweza kusaidia kwenye mambo yako yote, niamini mimi ya, Namsikana amna bwana, yani ndo maana nasema mi bila wewe sitoboi, yani unanikela. Mi nafanya tu kwa sababu nakupenda, ndo saa ntafaie, ndo shoga yangu. Ka unanipenda toka, sikupendi. Najua unanipenda, minikaa peta asi

mpaka bumu litoke okay, ndo anunue tena hapo. Kuna mawili kama sio matatu, akununuze hizo nguo, au aende saluni, au aende kijivu huko shogani, atujadhalilika atujaumbuka. Mchana kweu, kuna mda naweza hata sivae sha, kuna mda hata anaweza asivae, akaona malinjilinji, achana nayo Lea, mm. Lea, tumetoboa kama nakuja kuja hivi, ndio kasava pointi. Sasa hiyo ndo tunafanya, jifanyaje? Kwa sababu hapo kinachohitajika ni nini? Miogo miogo inapatikana wapi? Tanga. Aya, tukishapata miogo labda magunia matano, gunia moja shinga alizidi, ko tunaua tunatoa mkoani Tanga mpaka hapa bado bana, hiyo bado. Na hiyo wezi kamshaishi mtu, hiyo hiyo anaona kama vile, unajua ile kwanza tu mambo tu ya miogo miogo, anaona tumbona, kwanza msingi huo mdogo au tufungue kituo tu cha kulelea wazee wazee wamezieka huko tunawalea, na ukizingatia, baba baba yangu anaelekea kwenye huo uzee, anakuwa mwanachama lazima <laughs> kubali. Saii unajua shida nini hapa nchini kwetu, tikama hivyo auma. Leo umesemaje? Tutafute kitu ambacho ni unique, hakijawahi kufanywa na mtu yoyote, tunakifanya sisi itatuingizia pesa hiyo. Pia pe, itakuwa gharama kubwa sana maanake, hapa natakiwa tupate eneo lakotu wenyewe tujenge hapo, tena mambo ya kukodi unajua, tuwezikushnatakiwa tujengeoo mepata wazo. Unajua hivi watu wengi wana mawazo, watu wengi sana, ajua stress mtu kwa sababu ya mawazo. Sasa tungefungua kituo tuna hapa watu ushauri yaani, sisi tunakuwa na kwa pato sijua eh, tuna tunafanya tuna, tuna, tuna, unaelewa tunafanya jinsi ya kuondoa watu mawazo, wafanyeje, tunakuwa tuna michezo, sijua unanielewa? Sababu kama unielewi kama nakupata. Mm. asilimia kubwa sana ya watu wanakuwa na msongo wa mawazo mm. Sio wazee yes. sio vijana sio watoto wanakuwa na mawazo lakini, <laughs> sasa abasi naeza kusema kwamba sijasomea hicho kitu. Wapo kwenye kusomea kweli, lakini mwambie tutaajiri watu atusiwapo walosomea. Kama unakuja unakuja hivi, tunamwelesha e, kwa yaani michezo ama michezomaa kukimbiza kuku mara filimbi, hata kumfundisha. Yaani vitu tu, unajua vitu vile vya ukimpa kitu kama hicho, baba Afu kama una akili, baba mwenyewe anakuta mwingine ana mawazo, wewe una akili kwa sababu, acha kama unavyojua hapa ni michezo katika michezo. Hey, andika kwanza hicho kituo kitakuwa maeneo gani, mazingira ya kituo, tukapoa mimi tathmini hichi kitu chote tuka kwa ajili ya mapenzi wengi hupoteza vingi. Kwa ajili ya mapenzi wengi hupata uchizi, ndugu kutengana, kufanya yasio mana, ndugu kutengana, kujizolea lana. Oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha. Wengi tutapata mkumbo tusijue uko anatafuta ichi nakitafuta <laughs> ulikisau nyumbani kwako kule, kwa nilipokiona nikasema tungoja nimpelekee baba huu. Uh, anapenda sana kukisoma hichi kitabu The Art of Marketing. Kweli ni kitabu ambacho kuna vitu nani, nikifuatilia vinaifanya nione nione kama niko na amani fulani basi naelekea ni kitabu pendwa sana kwako. <laughs> sawa sawa, basi ni vizuri, ndio. Kwa hiyo hapo, umefurahi mwenyewe umekipata. Ah, nataka nitulie kidogo nisome some. Sawa. <laughs> lakini baba, eh, nilikuwa nina jambo, naomba unisikilize. kama utojai, unajua kwenye hii jamii yetu ambayo tunaishi sasa hivi watu wengi sana wanasumbuliwa na msongo wa mawazo. Ni kweli kabisa. Na hii inaathiri sio wazee peke yao, vijana na hata watoto pia huwa wanaathiriwa na msongo wa mawazo. Ni kweli. Sasa, kutokana na zile athari ambazo wanazipata, wengi wao hupelekea kupata stroke, hata kupoteza maisha. Kweli kabisa. Kwa hiyo mimi nikakaa nikafikiria, nikaona mbona kuna kitu naweza nikafanya na ikasaidia jamii yetu. Kwa mfano, ndio naweza nikafungua kituo au taasisi ambayo itakuwa inahusika na hao watu ambao wana tatizo la na msongo wa mawazo mm. Iwe ni vijana iwe ni wazee, ili iweze kuwasaidia, kwa sababu huu ugonjwa wa msongo wa mawazo hauwapati watoto tu peke yao au vijana, hata wazee pia wana hii shida na wanaathirika sehemu kubwa sana, haijalishi ni mwanamke au ni mwanaume, lakini ina athari kubwa sana wengine napelekea mpaka kupata stroke mpaka kupoteza maisha. Sawa, sijasomea sina elimu kuhusiana na hayo mambo, ila tunaweza tukaajiri watu ambao wanaweza wakafanya hicho kitu kwa kuwasaidia watu ambao wameathirika na msongo wa mawazo kwa hiyo ikawa ni chanzo cha ajira kwa watu wengine, lakini pia ikawa ni biashara, kwa sababu si wakija kutaka ajira kwenye kile kituo, itakuwa ni biashara kwa kile kituo, kitakuwa kinajiendesha, tutapata pesa zaidi. Au we baba unaonaje? See? au umesoma, au, au hichi kitabu mm -hmm, eh? mi sijasoma kabisa kitabu chako kwa sababu hawa wenyewe wanasema ndio yaliyomo kwenye hichi kitabu, hasa ukipita kwenye peji za mwanzo tu eh? ni kitu kimoja ambacho naweza kusema good idea. Kweli baba. Eh. Kweli. Eh, kaulizie watu ambao ina wana, wana. Ina make sense nikifikiri, hasa hebu, hebu jaribu kutafuta watu ambao wanaweza Sawa, no, baba nakuahidi kabisa, nitasimamia na kitakuwa ni kituo kikubwa na bora zaidi kuliko vituo vyote vile. Sawa, fanya hivyo. Asante baba <laughs> nashukuru sana, asante sawa. <laughs> Basi shoga yangu, nimeshapata ile pesa. wewe usiniambie ndio? yeah, hongera okay. Yani sasa hivi wewe nimejaa, utanihitaji ni mmoja tu. ile unajua nini Nafikiria wewe DJ Stone, sisi ni mtu tu tamu, tumalizane. Siwezi kufanya kitu kama hicho hapa. Nafikiria nitampa pesa hmm, ambayo unajua haizi kukataa kwa sababu tunajua always money talk. Kwa hiyo nikishamwonyesha kibunda hii yako hmm, na shida na hero, hawezi kukataa ila nakushukuru chimami wangu ah. <laughs> <laughs> kila kitu <laughs> <laughs> mwili mdogo miakili bunge la propozo nani angeza kuchomoa we? <laughs> <laughs> nani ukatae? nakushukuru sana rafiki yangu, na mii naona kabisa penzi langu. <laughs> <need the> <laughs> hey, fura angu konaona furahaafua <laughs> <laughs> <laughs> Mafanikio yako ni mafanikio yangu. Sasa mimi napenda ufanikio, ninapenda ufurahi rafiki yangu. Napo nimefurahi ulivyofurahi ndivyo navyokuja navyolialia. Basi ndo sililite hapo, kununa maharagwe. Umesema unataka kunipikia maharagwe ya nani? Si ndio kitu ambacho sikipendi, ndo maana sahau. Lakini mimi napenda kupikishwa. una nini tena Sina bahati napenda kupendi, unayemtaka kutaki, usilolijua sawa na usiku wa giza nemuamini, ndo nakuja kukuliza. Jamani, mapenzi amenipoteza muda, hata malengo. hey, na... makubwa za kwako mzima eh. Hey. Mzima, mbona kama unawasiwasika, unaoganja vipi? za Hamna, umesikia habari za huko Bondeni? Za Jasoni? Hapana. Kwa nini kwani? Tembea wale na tembea usikie. Basi mimi nakuambia nimetoka Bondeni kule Varangati, huko Jasoni kamtia mwanafunzi mimba. Upo shoga yangu? Hiyo kama unajua Jasoni ni mtu wako, basi utaona mke mwenzio na kitumbo huko. Ehe, habari kamili ndio hiyo shoga yangu. Kama hujachangamka nimekuchangamsha. Mambo kuwa lele lele, watu ae, kupelekana hadi mapolisi, wafikiri mchezo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba DJ Stone ikampa mwanafunzi? Yeah, nakwambia kesi imekuwa kubwa, watu kupelekana hadi polisi. Upo shoga yangu? Oh, mambo nginja nginja. DJ Stone, huh? Kama ni mtu wako, dada, basi jipange, si ukamtoe polisi Ndo namsubiri mleane. Kazi unayo, shoga yangu ni mwanafunzi. Hey, hey, hey, mambo <laughs> ah, ayuko romantic yani. Ah, wanasema wanawake ni maua lakini huu ni mchokoma mwanamke hayuko romantiki hata kidogo. Sasa kwani vipi? Yani kwanza nilibabe kila siku. Yani mimi nikikaa, kila nikikaa, nimegomba naye nice sana. Mara mimi namwita majina mazuri tu, namwita bebi, namwita hani, namwita swita. Yeye yeah, kila siku yuko devi. Ukikaa hivi, nimechoka naye, nimechoka naye kaka, kaka, mapenzi yanatesa ndugu yangu mwanamke okay. Ah! <laughs> ni paswa kichwa paka kuna eh! Baku... Eh! mda natamani na, na, na Sarafina choka, si mpenzi, nahisi leo utakuwa okay, na amani. Lakini humo ndani, baba, wale wanawake ambao Biblia imesema tuishi nao kwa akili huyu. Sasa Biblia imesema tuishi nao kwa akili, lakini huyu wa kwangu inabidi uishi naye kwa akili, uishi naye kwa hisia, inabidi uishi naye kifedha. Yani uwe uwe uwe psychologically physically economically uwe vizuri. Hapana nje, hapana isi. Ah bwana, sikuelewi. yani yani, unaniambia mada ambazo hazihusiani kabisa na biashara yangu, unaelewa? Mimi mmenisimamisha hapa, najua una safari, unakupeleka naona, unanisimamisha unaanza habari za mapenzi. Bibi, kwani brother, au kuchanganya ni mke wako au kuchanganya ni nani? Mbona unanichanganya na mimi kwenye biashara zangu? Ah! Hivi kumbe hivikumbe nimeona, si ulikuwa unapita hapa kaka, ukaniambia kama naenda. Afu brother usijitoe akili. Uko unapita bwana, ndugu yangu. Kaka, mapenzi yananitesa anajua, kaka. Mapenzi yanaleta baba, yani brother. Ah, kaka, ni mwanamke ananitesa kaka, li mwanamke langu nilibabe samani, kaka nisamee tu. Mapenzi yananitesa kaka. Wewe, nateseka na mapenzi, huyu mwanamke ananitesa kaka. Ah tusameane bwana, ndugu yangu, utaumia braza. Kutana na mama na watu, kuwa makini braza, ah. ushamaliza si ndio? Kuoga nimemaliza, ushamaliza lokuwa nafanya kuukochoni, ushamaliza Sikuoga mama, nishamaliza. Ndo koga na simu eh? Ndo koga na simu mume wangu kweli? Kwa hiyo sasa hivi hapa nyumbani tuishi kwa timing, yaani nikitoka chumbani nikielekea choo na simu yangu nafuatwa nyuma eh? Mwanamke una ila wewe eh. Ushaanza kuntia mashaka kwa sababu gani? Vile ninavyofikiria vile na ndio hivyo ninavyoyafanya eh, eh. Ah, yaani hapa mtaani mke wangu mimi na yeye ni watu wa heshima. Nyumba yote hii tuna wapangaji, tumepanga wapangaji, wanahusiana nini na mahusiano yangu mimi na wewe, wanahusiana nini? Tunaingia aibu. Naomba hiyo simu. Simu ya nani? Naomba hiyo simu. Simu yangu. Yako? Naomba simu, hebu twende kiheshima. Simu yangu ya kwako, yani nikupeje simu sasa? Changu chako, chako changu. Ha, vingine, naomba, naomba hiyo huko mpaka tuwindane windane, chooni usijui wapi. Mke wangu, Bwana mimi sikufuatilii hivyo. Alafu ukiwa una, unaunanuna una, una, una, una, mke wangu unapoteza mvuto. Ndiyo, kuolea lazima <laughs> uweze kwa, kwa nidhamu bwana. Wewe, hapa jua nyumba zenyewe hizi, kuna wapangaji tumewapangisha watu, wanahusiana na nini? mahusiano wangu mimi na wapangaji wanahusiana na nini? Ndoag na, mina, mina, mina, mina na, na nini. simu bafuni kweli Mwanti, aibu wewe, ndio unataka kujiingiza aibu. mimi navyokulindia heshima. Heshima gani nalindia bwana? simu inaita, kapokele choni The real DJ in town sindo wewe, wanakuita DJ nani vile? DJ, DJ Stone, hmm? Umetumwa, umeagizwa, yaani kama alimwamba fulani hivi, alitikisiki limekaza fuvu. Nani kakutuma? Sijatumwa ila tu nina habari fulani hivi yani, nina faili lako leo. Niko vizuri leo, niko vizuri haswa. Miaka thelathini, miaka mingapi? Hebu ujieleze, mwanamke, umekuja miaka thelathini, sijui DJ Stone au umekuja umenifikiria, umeona lile jamaa Handsome Boy aloacha ni DJ mmoja mkuu wa Tanzania, ukaona ukubali lile jibu langu ili nikakuchikuchi, si ndivyo? kajinga hivi <laughs> unajua miaka thelathini wewe yaani, atuhesabu siku sijui moja mbili tatu jor... ni miaka miaka mingapi miaka mingapi? Aha <laughs> thelathini. 30 <laughs> uh <-huh. thelathini. laughs> <laughs> michache hiyo, alafu bado haitoshi. Sijui tunaelekea ni miezi minne au mitano, kama sio miezi minne ni mitano. Alafu kidato cha ngapi? Kidato cha tatu, form three.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 inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, mwiba wa mapenzi, wanichoma moyo.